Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Mkoa wa Mwanza limefanikiwa kuokoa chumba kimoja kati ya sita ya nyumba ya ndugu Ngatala Shadrack iliyokumbwa na janga la moto mnamo tarehe 16 Januari mwaka 2026, majira ya saa 8 usiku katika mtaa wa National, kata ya Magu Mjini, wilaya ya Magu. Katika tukio hilo vyumba vitano pamoja na samani zake viliteketea na kusababisha vifo vya watu watatu ambao ni Mwakebeta Mathew mwenye umri wa miaka 62 Liberate Ngwala mwenye umri wa miaka 40, Neema Festo Kizinga huyu ana umri wa miaka 18 na ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Magu kidato cha tatu na majeruhi ni mmoja katika tukio hilo ambaye ni mwenye hiyo nyumba Ngatala Shadrack ana umri wa miaka 66 na amelazwa hospitali ya rufaa ya Kanda Bugando hospitali ya Kanda Bugando Jeshi za moto na Uokoaji, tunaendelea na uchunguzi kamili wa tukio hilo, kwani tumeshafanya uchunguzi wa awali na kubaini matukio kadhaa, lakini uchunguzi kamili wa tukio utakapokuwa umekamilika, tutawaita basi kuwafahamisha. Jeshi e, za moto na Uokoaji Mkoa wa Mwanza, ninapenda kuwakumbusha wananchi kuendelea kuzingatia kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto ikiwa ni pamoja na kuzima swichi zote na kuchomoa vifaa vyote vinavyotumia umeme mara baada ya matumizi, kwani uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hili ni kuzidisha vifaa kwenye swichi soketi moja. Na mwisho, zimamoto na mwisho, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Mkoa wa Mwanza linawahimiza wananchi wote kutoa taarifa mapema pindi wanapoona viashiria vya moto au dharura yoyote kwa kupiga namba ya dharura moja, moja, nne kwa sababu tukio lipotokea na kituo chetu cha zimamoto pale Magu ni ndani ya kilometa mbili, lakini taarifa zilichelewa sana kufika, na tumefika tumekuta tatizo limeshakuwa kubwa, lakini wale waliobaini tukio angekuwa amepiga namba ya dharura moja mojamoja nne, na kwa sababu eneo la tukio na kituo chetu cha zimamoto Magu vilipo sio mbali sana, pengine tumeweza kuokwata maisha ya watu waliopoteza. Asanteni.